Dhana ya kusimamia ushindani katika biashara inalenga katika kumlinda mtumiaji dhidi ya mienendo inayohadaa na kutotenda haki katika uchumi wa soko na duniani kote huadhimishwa Disemba tano ya kila mwaka. Chimbuko la kusimamia ushindani na udhibiti wa soko nchini Tanzania lilikuwa katika miaka 1980 baada ya mabadiliko kutoka uchumi hodhi na kwenda mfumo wa uchumi unaoendeshwa na soko ili kuhakikisha kuna kuwepo ushindani wenye tija, mataifa mbalimbali yameunda mamlaka na pia Tanzania ina Tume ya Ushindani FCC ambayo imebeba jukumu la kusimamia suala hilo. Mamlaka ya ushindani duniani kote ikiwemo Tanzania huongozwa na sera na sheria za ushindani zinazolenga kuzuia athari za ukiritimba katika biashara ambazo kimsingi huathiri nguvu na thamani ya ushindani katika biashara na uchumi pamoja na kusababisha athari ambazo katika jamii athari mbalimbali mbali katika jamii na mazingira. Ni mambo gani ya kibiashara ambayo yanaathiri ushindani? Kuzuia makubaliano yanayofifisha ushindani baina ya washindani, kwa mfano upangaji bei usiofaa ama kushusha bei kupita kiasi ili kuua ushindani. Lakini pili, kuzuia matumizi mabaya ya nguvu ya soko ikiwemo vitendo vyote vinavyolenga kutumia nguvu ya soko kama kuzuizi kama kizuizi dhidi ya washirika wengine ama wapya katika biashara ama katika utoaji wa huduma kwa kutumia mbinu kandamizi zinazolenga ama kuengua au kuwadidimiza washindani wengine katika biashara. Mbinu nyingi hutumika kufifisha ushindani pale kunapokosekana udhibiti na usimamizi wa mwenendo wa biashara kwa mfano, kuzuia upatikanaji wa soko ama kuweka mbinu zisizo sahihi na haki za biashara kufanya kila washindani e, e, wasiweze kushindana kwa, kwa, kwa, kwa kutumia nguvu ya soko. Umoja wa Mataifa ulipitisha kanuni za ushindani unaozingatia haki na usawa katika biashara Disemba tano elfu moja mia tisa themanini na ndiyo maana siku hii inaadhimishwa kila Disemba tano. Kwa leo ni hayo tu kwenye makala ya furusi, hadi wiki ijayo ni mimi Samson Mfalila.